Am wnm, jina langu ni Ali Twaha Keju anatokea Mleba. Uh, hii ni pila yangu ya kwanza mashallah. Nawaombea ndugu zangu wote wamleba wapate kufanya hii faradha ya hija nami nitajitahidi kuwaombea ee, wa wafanya hii ibada ya hija kwani ni nguzo ya tano. Aa, e, na ni muhimu na tutajitahidi kuliombea taifa liwe katika amani insha allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, jina langu ni Ali Nasser Abdalla kutoka kikundi cha Arafat Hajj and Umrah Services. Leo tunaanza safari yetu tukufu ya Hajj kutoka Zanzibar hapa kuelekea direct Madina inshallah. Tunategemea saa 9 alfajiri tutaondoka kuelekea direct katika mji wa Madina inshallah. Muhimu sana ndugu zangu safari hii tukufu mtu maana yake afanye maandalizi ya kutosha kabisa. Wengi wana uwezo wa kwenda hija lakini hawaendi hija, na wale ambao wengi wanakwenda hija ni watu ambao wana kipato duni, kwa kuna duni hana kwenda lakini kila wana tajiri hasa, na wenye uwezo kuna uzito kwa kwenda hija. Hili ni jambo la wajibu, nguzo katika Uislamu. Kwa hiyo kuna haja wa muhimu pekee, inshallah, kila mmoja afanye hima, namna gani atakwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Yani kutekeleza ibada hija, basi ametekeleza nguzo nzima katika Uislamu. Kwa ni muhimu sana ndugu zangu na ni ibada ya kipekee kwa sababu sala, kila siku mara tano, saum kwa mwaka mara moja, zaka kwa yule mwenye uwezo, lakini hija ni mara moja katika maisha yake mtu. Kwa ni muhimu sana. Na kama alivyoeleza Bwana Mtume, ambaye Allah Tabaraka Taala kampa kampa uwezo wa kwenda hija na hakwenda basi akifa nichagulie ama ni huyu, kwa kila mmoja afanye maandalizi ya kutosha, fanye hima kwenda kutekeleza ibada hii tukufu inshallah.

Naitwa Masudi Mrisho Sheha, ambapo leo tarehe 21 kwa moja kuamkia ishirini na mbili nasafiri na Tahfidh Haji Group e, kuelekea kituo chetu cha kwanza kitakuwa ni Madina, ambapo tutakaa kama wiki pale, na then tutaelekea tutaelekea Maka e, nchini Saudi Arabia. E, hii ni ibada yangu ya kwanza na nimefarajika sana kwa Allah subhanahu wa taala kunipa taufiki na, na hii ni fursa adhim na ni moja katika nguzo tano za Uislamu na inataka juhudi kubwa mtu kujipiga kifua kwanza kuhakikisha kwa ya kwamba kwanza Muislamu anatakiwa awe na nia ya kwenda hija. Wakisha kuwa na nia, Allah subhana wa taala anatia taufiki. E, tuko wengi ambao tuna uwezo lakini bado hatujawa na nia. Ndio maana tunajiona kwamba tuko nyuma, wenzetu wanakwenda wanarudi kila miaka, lakini wengine wanasema hawana uwezo, lakini si kwamba swala ni uwezo peke yake, pia ni nia. Kwa hivyo tutieni nia kwenda huko, Allah subhanahu wa ta'ala atatia taufiki. Wito natoa kwa Waislamu, kwa wenzangu kwamba waichukulie ibada hii ya hija kama ibada nyinginezo, kama vile mtu unavyosali kama mtu unavyofunga, kama ulivyokuwa na shahada, kama unavyofanya ibada nyingine, na hija uichukulie vile vile, utakapoichukulia vile, utaanza kuchanga kidogo, kilo kidogo, na hatimaye utakifikisha kile kiasi ambacho kinatakiwa kwenda eh, kwenda kuhija, kama vile unavyojenga nyumba, unaanza kutafuta kiwanja, unazichanga tena, unapeleka magari ya mawe, unazichanga, unatafuta mafundi wanakujengea hadi unafika katika binta na unawezeka, yote ni juhudi na uvumilivu. Kwa hivyo, natoa wito kwa waislamu wenzangu, wawe kwanza, waweke nia, kisha waanze kuweka kidogo kidogo hadi Allah subhanahu wa ta'ala atakapotia taufiqi. labbaik allahumma labbaik labbaik